Katika swala la maji kwa miaka miwili iliyopita kidogo kulikuwa kuna, una, unafuu kwa, na, kwa hiyo miaka ya nyuma tulikuwa tunapata tabu maji hadi twende Kisii, hatujui kama maji ni yale, ya usalama au si ya usalama. Tukija hapa tunauziwa dumu hadi mpaka mwisho elfu moja. Changamoto ya maji, lakini kwa miaka hii miwili ya, ya nyuma iliyopita kidogo ilikuwa afadhali katika changamoto za maji. Bado tunataka nini, malambo yaongezeke. Ye malambo yetu tuliokuwa nayo ni matatu, ya kusema haya ni malambo ya kutegemea, na hata hivi nimebakia ni mawili. Moja lile pale halifanyi kazi. Kwa hiyo bado tuna changamoto ya maji tena kubwa kubwa mno. Kwa kutokana na mwaka huu kipindi cha jua kilo kilo kilo kingi au jua ni kali, maji hadi katika malambo yetu walifanya nini? Yatuli yalituishia. Tukaa tunaagiza ng'ambo ya pili kule Kisiju, ndo tunakwenda kuagiza maji. Akija hapa dumlako, mara kalipotea, mara umepata. hiyo ni changamoto ya maji kubwa, tena kubwa na kubwa mno. Kwa hiyo tunaomba serikali, wadau, mataasisi mbalimbali watuangalie katika jicho la huruma, watuongezee hivi vifadhia maji ili viongezeke, kama tunayo matatu hata kumi yaongezeke yawe